nadzafika Shela ambao ni muzi wa mheshimiwa Twahir Abdul Karim, na zafika hapa kwa sababu ya Zaire. Karibu mimi ni mwanachama wa Zaire, ni mwana wa Kigiryama, ushomini wa sukuli, lakini nazhola ni baba mgiryama, mama mgiryama, mimi ni mgiryama kidanga, na hii gaga ndo maisha ga Kigiryama zireha, kwa sababu ya desturi na mila za kwetu zakimezichenda nizichenda. Sisi tumebarikiwa sana na nashukuru kukala fukiungara raha harero. Tukisimama hapa leo, nataka pia nitoe changamoto sana kwa kupongeza Mheshimiwa Amina kwa sababu ya shughuli ya leo. Siku hii ya leo Mheshimiwa Rais Dr. William Ruto ametoa rasmi ile mbuga ya wanyama ya Amboseli kuiregesha kwa serikali ya kaunti ya Kajiado, katika shughuli kubwa sana ambao wa Masai wote wameungana kusherehekea kalcha yao ya wa Masai Wa Masai. Walioturukana Masai walio Turukana walio Laikipia walio Kajiado walio Narok wote wamekuja mahali pamoja kusherehekea mila na desturi yao kama jamii. Na mimi hapa jamii yetu ya Mijikenda tuko na tarehe yetu tarehe tisa mwezi wa tisa ambayo inafaa kuwa ni tarehe yetu ya kusherehekea mila yetu. Lakini ukiangalia mwaka huu, sisi tulisherehekea kwa kugawanya: wengine wa Kilifi walisherehekea Kilifi, wengine wa Kwale wakasherehekea Kwale, wachache wa Kwale wakakuja Kilifi, wachache wa Kilifi wakaenda Kwale. Mimi nataka niwaambie wazee wetu ambao wako mbele yetu, upande wa mila kama hii, kuweka jamii yetu pamoja itakuwa na matatizo. Sisi vijana tutaiweka jamii yetu, na tuwaombe mkae kando, muone sisi tukipanga mila yetu ya jamii ya Mijikenda, kwa sababu leo hii imetangazwa. Waziri wa utalii ambaye anasimamia pia masuala ya culture alikuwa hapa juzi kwa hii maneno ya Uganda na Kenya, na leo wametangaza wanataka ile siku ya culture ya kusherehekea Wamasai iwe ni siku ya kiulimwengu wa kuangalia mambo ya utalii. Sisi katika historia hapa kwa kuwa tuko karibu na ufuo wa bahari, tuna haki kubwa sana kuimarisha mila yetu ili iweze kutusaidia pia na maneno ya utalii hapa. Kwa hivyo sisi tunataka tuondoe chemichemi chemi za siasa katika siku za kusherehekea wa Mijikenda, ili iwe siku ni ya kusherehekea mila, ili pia sisi tuitangaze iwe ni siku ya kimataifa na ituweze kutusaidia mambo ya utalii hapa pwani. Na mimi nataka pia nimpongeze sana Mheshimiwa Amina Munyazi, yale ambayo ameongea hapa. Mimi naamini nyinyi nyote ambayo mnaimba Zaire na hata wale wengine mnakubaliana nayo, kwa sababu hii jamii yetu ya Mijikenda imebarikiwa na nyimbo nyingi sana. Wajua, watu wengine huko nje wanafikiria nyimbo ni kimwanzele na nyingine. Sisi tuko na mwanzele, tuko na kihoma kwanza ili ya kusafirishia maiti na kuzikia mwili ambayo kihoma inaimbwa kutoka mochari okibanga na kibanga ni kihoma, kicho inasafirishiwa mwili mpaka kwa boma, yanaimbwa nyimbo pale za matusi mengi sana. Watu wengine wanafikiria ni matusi. Si matusi, hiyo ni mila yetu ya kuimba. Kama mwili bado haujastiriwa, na huyo mwimbo ndio utapelekewa mwili mpaka kaburini. Lakini ukizikwa sasa kihoma kimeisha, hakuimbwi tena kihoma. Sasa ile inayoimbwa itakuwa ni kifudu, kutaimbwa mwanzele, kutaimbwa mkonyonyo, kutaimbwa Zaire, kutaimbwa namba, tutaimba ndimba, tutaimba kiringongo, kama ni wale wachonyi tutaimba egonda, tutaimba mchechemeko, tutaimba nyimbo marimba na nyingine nyingi zaidi, nyimbo zetu zote za Mijikenda. Na katika historia yetu wasanii hakuna wimbo hata mmoja ambao umekosa wasanii zaidi ya mia moja. Ukiangalia Mwanzele uko na akina Nyerere Konde, ulikuwa pia na akina mzee wetu Bin Hare, ulikuwa pia na De Nyerere Senior e, kabila ya Bini Konde. Ukiangalia pia vile vile utapata akina Bezi wa Mboko na wengine wengi, utapata zee wangu akina Kapasu Wangoa na wengine. Hii Zaire leo hii ilianza na akina Biniya, mama wako hapa, akina Konjwa Wakolio wako hapa akina Zoezi wa Mwanza, akina Chamburu wako, akina Kasongo Blingala eh? wako hapa pia akina Fikiri Warua wako pia wengine wengi ambao wamejitolea kuimba Zaire, kuiendeleza mila yetu. Mimi nataka niwapongeze hawa waimbaji wetu ambao wameshikilia Zaire na kuikuza na kuiendeleza, na nashukuru kwamba akina Katoi leo hii akina Katoi wa Tabaka wamesimama kuangalia a future, yani ku modernize zile nyimbo zetu, wamezitafutia usasa na ukale wakachanganya, wakatengeneza, na hapo ndo nataka nianzie katika State Department yangu mimi ambayo naisimamia ya kitaifa ambayo ni ya vijana na uchumi wa kubuni, ikiwemo haya mambo ya waimbaji. Saa hii tunatekeleza mradi ambao karibuni utatua hapa Malindi, kwa heshima ya hiyo mbunge wenu tunatekeleza mradi ambao unaitwa mziki wa kale design ya Gen Z ambao unachanganya mziki wa zamani na unachanganya mziki wa kisasa, kuuchanganya pamoja, ili kukuza kukuza desturi na mila zetu kwa manufaa ya vile vizazi ambao vitakuja baadaye. Kwa hivyo mimi nataka niwapongeze sana kwa sababu ya kuja hapa, kwa sababu ya kushirikiana. Nimetoka Kisumu leo kwa sababu jana tulikuwa kule Kakamega na mheshimiwa rais katika kuzindua mpango wa nyota ambao ni mpango utakaofikia vijana laki nane na elfu ishirini katika taifa la Kenya, vijana wenye elimu ya kuanza sufuri mpaka form 4. Kwa hivyo kama ulisoma ama hukusoma kabisa ama kama ulisoma lakini hukupita form 4, huu ni mradi ambao mheshimiwa rais Dr. William Ruto ameuleta kutusaidia sisi, naitwa mradi wa nyota. Kwa hivyo nililala kule lakini, jana jioni, nikapata simu ya mheshimiwa Amina. Na huyu Mheshimiwa Amina mimi namuheshimu kwa sababu ni mbunge ambaye anajituma sana. Huyu Mheshimiwa Amina aliposikia mimi nimeapishwa au kumaliza wiki alikuja ofisini kwangu karibu mara tatu. Kutafutia vile atasaidia mambo ya wasanii na mengine mengi. Na mengine bado mimi nafuatilia na yeye. Lakini mimi nilipopigiwa simu baadaye nikamwambia mheshimiwa alikuwa anakutafuta kwa sababu ya mambo ya Zaire, kabla nitoke Kisumu nikamwambia huyu Bwana Ndilo ambaye anatoka hapa Malindi na ndiye wangu huyu Bwana Ndilo. Nikamwambia Ndilo utafuta ndege, mimi nikishuka Nairobi sitaki kwenda nyumbani, niingie ndege moja kwa moja, niwe nitaenda nikapige Zaire. Na sasa mimi nimengang'ana kufika, lakini nikapitia hapa Mazangoni, kuna kijana wetu, wale waimbaji wa bango wanafahamu, wa wapenzi wa bango, kuna kijana anaitwa Alex Nzoma alikuwa amefariki, nikapitia hapo, ndio sasa nimefika hapa. Poleni kwamba nimefika kuchelewa, poleni kwamba hamjasikia ile albamu yangu. Na, siku nyingine tukipata time mtasikia pia zile nyimbo zangu ambazo nimezitengeneza za mwaza Zaire, ndo mjue kwamba mi ni hatari kushinda huyu vinyo, huyu zoezi na huyu konja kolio. Mi ni hatari sana, msinione hivi. By the way, hatari nikiamua hapa hakukaliki, lakini eh, Zaire mkonyonyo hoye! Zaire mkonyonyo hoye! Juzi nilialikwa na PS mwenzangu kule Samburu anaitwa Lena Salol Michael, tuliingia na yeye akanialika akasema, njoo Samburu, nataka uje uone msanii wetu mmoja ana launch album yake, nataka wale waimbaji wako hapa wachukue mfano serious sana. Tukifika pale, kijana amekuja ku launch album yake na kufanya anniversary ya miaka kumi toka aanze kuimba, anaitwa Chris Tetu. Wale ambao wanaangalia mambo ya usanii wa, wa Samburu, kuna kijana anaitwa Chris Tetu akawa ameenda ku launch album. haki ya Mungu, mimi tulienda pale kama PSS kumsapoti PS mwenzetu, na tulitoka pale yule kijana akiwa amechangiwa mamilioni ya pesa, akiwa amepewa mbuzi, akiwa amepewa ng'ombe na zawadi nyingi na wanajamii, kwa sababu watu kule wanatambua umuhimu wa nyimbo. Sasa ukija huku kwetu ukifanya kitu kama hicho, inakuwa ni watu wanaanza kupigana vita kidogo kidogo. Ah, wanaangalia sasa, hii ni grupu ya konjo. Kama ni watu wa wazoezi, wanamwambia zoezi wewe wa usiende, ukienda utakuwa umemfaidisha konjo. Ikiwa ni ya zoezi, watu wa konjo wanamwambia usiende, utakwenda utakuwa umemfaidisha zoezi. Mimi nataka niwaambie jamii yetu wa Mijikenda, talent mko nazo, lakini tusipochangamka, tutaendelea kuimba talent zetu kwa matanga na ikisha turudi nyumbani

miaka mirongo misano miri na misano ndani ya karne ya shirini na mwenga, mizichenda kadi maka kujenga nyumba kwa sababu ya kipawa cha kuimba, mizichenda kwa sababu za kwenda tumbuiza. Tafadhalini, ndugu zangu, mimi si mwimbaji za nini, lakini nasikira usungu kukala aimbaji osi ya kimizichenda. Kila mwimbaji wa kimijikenda kuna wimbo alioutunga wa kujuta kwa nini anaimba. Kila mwimbaji wa kimijikenda ni kwa elemani wangu Huyu huyu Konjo aliimba wimbo akasema, Kenya hii, usipokuwa na pesa huwezi sikizwa na mtu. wale ambao nilikuwa naimba nao wote wamenikimbia kwa sababu siwezi siezi, e, e, wa, wa, wasaidia maisha yao. Ukisikiza huyu Nyerere wa Konde aliimba akasema, naacha kuimba nikaangalia vile nitafuga watoto wangu isije kesho nikaanza kuchekwa pia mimi. Sasa ndugu zangu, kama itawezekana, sisi kama waimbaji ni muhimu kuacha hiyo tabia, lazima pia tuje pamoja. Haya maono ambayo mmepewa na mheshimiwa, kama ni ya local radio hii ya community radio, kama ni hii maneno, mtaungana mtengeneze, kama ni studio yenu, iwe rahisi ku, kuimba nyimbo, itatusaidia miziki. Sasa imebadilika sai, hutatengeneza nyimbo kumi na mbili ukatengeneze kwa cassette tena Mombasa. Sasa wimbo mmoja unaweza ukakutoa na ukawa maisha yako yameshika njia nzuri. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Nimesikia wenzangu wamechanga hapa, na mimi mchango wangu niko na michango miwili, michango miwili ya kuongeza pale ambapo mheshimiwa Amina amesema. Mchango wa kwanza ni kwamba mimi nitompatia yeye mheshimiwa Amina shilingi laki moja. Mchango wa kwanza. Mchango wa pili, mchango wa pili ni kwamba hapa nitakuja kuweka mkutano na wasanii wote na ile bodi ambayo kazi yake ni kuangalia ule, ile pesa ya wasanii, kwa sababu hiyo bodi sasa, mheshimiwa rais ameregesha kwa idara yangu, inaitwa Kenya Copyright Board, KECOBO. Sasa tutakuja tufanye mkutano na wasanii wote, ili nyinyi wasanii badala ya hii kuimba vichochoroni, vichochoroni, mwanze kuwa watu ambao baada ya muda mtakuwa mnalipwa kupitia hii miziki yenu kupitia kitu inaitwa royalty collection kwa zile CMOs ama collection management organizations ambazo nyinyi mjiwasilishe kwanza. Mtakuja mueleze vile mtajisajili na baadaye muwe mtapata pesa. Na Mheshimiwa Rais amesema ile zama ya kwamba mwimbaji anaimba anasikika, alafu siku ya kugawanyiwa pesa anapewa shilingi kumi ilipita. Sasa tuko na system ambayo inakusanya hiyo pesa kuhakikisha asilimia sabini naenda kwa msanii, asilimia thelathini naenda kwa ofisi, kwa meni, kwa operational crew ili kusaidia wasanii wetu. Angalo pia nyinyi nanyi mwanze kutembea na heshima, muvae makoti kabla siku yetu ya mwisho, ndio tusije tukawa tuka, tuka, tukienda kila siku tukizika watu wamevaa tai, lakini katika dunia hapa wanashindwa hata kuvaa tai. Tutawasaidia kwa njia hiyo. Kwa hivyo, hiyo ndio michango yangu miwili. Asanteni sana zoezi wa mwanzazano